Na, mtazamaji wa Trendy TV bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni ile tukio la Ibra, uh, kumposti Diamond Platinumz na kisha kuweka ujumbe ambao ujumbe ule bwana ulikuwa unaonekana wazi kabisa uh, kama vile Ibra ameamua kumshukuru Diamond Platinumz lakini cha kushangaza ni kwamba hatujajua hau haijawekwa bayana, yaani haijawekwa wazi kwamba sababu ya Ibra kumposti Diamond au kumshukuru Diamond ni nini. Lakini yeye Ibra alichokifanya ni kwamba tu amemposti Diamond kisha akaweka emoji, akaweka, akaweka maneno pale asante, alafu akamtagi, akamtagi Diamond Platinumz moja kwa moja katika ukurasa wake wa Instagram. Bwana, hilo limekuwa ni moja kati ya matukio au jambo ambalo limewacha watu wengi sana mdomo wazi, na watu wakawa wanajiuliza kwamba what is going on here? Yaani nini kinaendelea kati ya Diamond na Ibra, kwa maana ya kwamba tunafahamu kwamba Ibra alikuwa ni memba wa au wow, wow, alikuwa msanii wa record label ya Konde Music Worldwide, lakini kitendo cha kumwona Ibra akiwa ameanza kuposti hizo Uh, picha za Diamond na kumshukuru, watu wamehisi huenda labda Ibra anataka kuhamia Wasafi, maana hivi karibuni tokea alivyotoka Konde Gang hajaingia katika record label nyingine yeyote. So ndo hivyo bwana, mambo yamekuwa hivyo, lakini sasa cha kushangaza ni kwamba hapo awali watu walivyoona Ibra amemposti Diamond na kumwandika asante, watu wakasema kwamba huenda Ibra amefanya hivyo makusudi kwa lengo moja tu la kutengeneza kiki, kwa sababu hivi karibuni ameachia ya nyimbo yake, kwa hiyo amefanya hivyo ili aweze kupita na upepo. Lakini jambo ambalo limekuja kuwaacha watu wengi sana mdomo wazi zaidi ni kwamba Diamond mwenyewe ameenda kumjibu Ibra na kumuita Kadabra aa, Zlatan Emoji za moto, emoji za king na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo baada ya kitendo cha Diamond kumjibu Ibra, bwana, watu wamehisi kwamba bwana, huenda hizi ikawa sio kiki, bali kuna kitu ambacho kinaendelea low key kati ya Ibra na Diamond Platinumz huku, <coughs> wengi wao bwana, wakihisi kwamba hapa, bwana, kama kuna ukaribu wa Ibra na Diamond, basi obviously, moja kwa moja Diamond anataka kumsaini Ibra katika record label yake ya Wasafi <coughs> hiyo moja kwa moja hapa, stori ambayo ina trend zaidi ni kwamba Ibra bwana anasainiwa katika record label ya Wasafi very soon e. Na pia hapa kuna wadau wameshaanza kuandaa mpaka makala wakiwa wanalizungumzia suala hilo e, ambapo huyu hapa anaitwa huyu ni Hope Tiger, ameweka makala hapa, ameandika kwamba Ibra ataongeza kipya akisainiwa WCB. Hapa chini Optiga amesema kwamba bwana, habari kubwa kwa sasa hivi ni posti ya Ibra ambapo ameiweka picha ya Diamond Platnumz kisha akamshukuru kwa kuandika asante. watu wengi sana bwana, wameichukulia posti hiyo kama vile Ibra amesainiwa Wasafi, hivyo basi anamshukuru bosi wake. Sunshine. Lakini Optiga akaendelea hapa kusema kwamba e, bwana, kwa upande wangu e, kwa mujibu wa uzoefu wangu wa muda mrefu kwenye kiwanda cha burudani, naamini kwamba Ibra hajasainiwa WCB, bali amefanya makusudi ili mradi tu aweze kuzungumziwa jambo ambalo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kiukweli ni kwamba amezungumziwa na akipo, akip, akitoa project yeah, mpya, basi moja kwa moja itakuwa imeenda mjini. Akaendelea ha, hapa Uptege kusema kwamba bwana, ukiangalia vizuri namna ambavyo WCB wanavyotambulisha wasanii wao utagundua kuwa eh, huaga hawatambulishi kwa, huaga wanatambulisha wasanii wao kwa siri sana. Eh, lakini pia akaendelea kusema kwamba sio kirahisi hivi pia vile vile. E, ni kwamba huaga hawaruhusu msanii aanze kujitambulisha yeye mwenyewe rejareja. Utambulisho wa Zuchu di voice ulikuwa ni kimya kimya, na hivi sasa bwana, ni kwamba Treza wamemficha ili akitambulishwa awe ni mpya kabisa kwenye macho ya watu. Kwa hiyo basi kwa utamaduni wa WCB, automatically mfumo wao umekaa tofauti na umemkataa kabisa Ibra. Kwa hiyo basi moja kwa moja inaonyesha wazi kwamba Ibra hajasainiwa WCB. Kwa na wadau wanakuambia hivyo, kwa anamaanisha kwamba eh, kwa kawaida ni kwamba msanii bwana akitaka kusainiwa pale WCB waga ajitokezi kabisa, yani anakaa kimya, hata kama alikuwa anafahamika basi anapotea kidogo kwenye gemu, alafu baada ya miaka kadhaa ndo anarudi akiwa ni memba wa WCB kwa hivyo basi kwa mujibu wa Utega, amesema hivyo alichokiposti Ibra bwana akimaanishi kwamba amesainiwa Wasafi. Akaendelea hapa akasema kwamba lakini hata hivyo, Mungu si asumani. Ikitokea kweli kwamba Ibra amesainiwa WCB, kwa upande wako unaona kabisa kwamba ataongeza kitu gani? Ataweza kuziba nafasi yeah. ataweza kuziba nafasi ya Harmonize, Reivani, Mboso, Mavoko na Lava Lava. Je, ni kweli kwamba uh, WCB wanahitaji huduma ya Ibra? Kwa utamaduni wa WCB hawajawahi kuiba msanii kutoka kwenye lebo yeyote. Je, mara hii wanaweza vunja utaratibu na kumsaini Ibra? Kwa sababu inafahamika kabisa kwamba WCB bwana, hawajawaigi kuchukua msanii ambaye ametoka katika record label yeyote, wanachukuaga ka independent artist eh, kama vile walivyo wakina Mavoko eh, ukimtazama kama D Voice na wengine wengine wote walikuwa ni independent and then wanawasign, lakini kutoka katika record, record label fulani kumleta kwenye record label yao, hicho kitu hakijawahi kutokea. Optage akaendelea hapa akisema kwamba e bwana, binafsi sioni kama Ibra anafaa kuingia tena kwenye record label yeyote. Ukubwa aliyoupata Konde Gang autumie e, kwa ajili ya kujiendeleza yeye mwenyewe. Sioni pia kama WCB wakimsaini watafa, watafaidika na Ibra kibiashara aina yoyote ile, zaidi ni kwamba wataingia hasara, kama Salamu SK anavyodai, kwamba WCB ni kama NGO, yani shirika la misaada, hawapati faida yoyote ile kwa wasanii zaidi tu ya wasanii e, za, wasanii, e, wakishafaidika uaga wanatimka na kuisema vibaya record label hiyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Hebu tuambie unahisi kwamba uh, Ibra bwana, kweli atasainiwa pale Wasafi au ni mbwembwe tu za hapa na pale? Weka maoni yako kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kuriplay kila comment. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.